Na kuna wale wachambuzi ambao wana platform saizi hapa Tanzania yeah. Ni watu wengi wanafuatilia wa kwa hata hata wachambuzi ambao wapo kwenye media kubwa tu, wachambuzi wetu wa Tanzania wengi sana either wanatumika sana na hizo klabu au uelewa juu ya mpira anakuwa tu analopoka lopoka, ila kuna watu ambao, tulipenda mpira kwanza mm -hmm. tukashabikia mm -hmm. Omaa, tuna uwezo wa kuizungumzia Yanga vizuri mm -hmm. hata kama hatuipendi kwa sababu tunaujua mpira, ila unaata ambao ni mashabiki ni wewe, ukiambia hata leo Yanga imechoma kumi manane mfululizi watakubishia na kani, ndo walisia wachambuzi wetu kwenye hizi midia za Tanzania ambao sahizi ndo wapo kwenye platform, wahakikishe wanatumia hizo platform vizuri. Kwa sababu gani? Watanzania utawadanganya mara moja, mara ya pili, baada ya kukataa kwanza wachambuzi wangapi ambao sahizi hawasikilizwi? Si wengi tu kabisa, kwa sababu ya uongo huo. Sahizi muda wako umefika, watu wengi wanakukubali, si tumia muda wako vizuri. Eti kama yanga wanazingua, sema yanga wanazingua hapa. Kama simba wanazingua, simba simba wanazingua hapa. Kuna mchambuzi mwingine yani yeye kizingua simba ndo yeye au kizingua yanga yeye ndo makelele mengi. Sema anakuja mfano baba baba player baba dombi akasidiwa leo tayari watu washaandika article, huyo mchezaji ni bora zaidi ya Aziziki. Hivi mbona mnamkosea heshima zizi? Shamba tayari mechi zake kadhaa bado hajatuambia kama ni hey, bora kwa sababu. Yaani anaweza amekuja mtu kutoka IPL hapo. Mm mhm. Saido. Ido. Ah, sasa so, Saido, Saido. Ah, IPL kabisa kuja Yanga pale. Ah, nimekumbuka hiyo. Kwenye kwenye mkutano mkuu pa tukampea IPL ndani ya Tanzania akapiwa na makofi. Nimekumbuka hiyo mkubwa ligi nikataa. Ni kawaida ya mtu akija, usimpambe kwamba huyu lazima atafanya vizuri, sema jamani, huyu ni player mzuri kwa takwimu hizi, ni player mzuri, tumuone kwenye ligi yetu atafanya kitu gani, ila sio kwa wachambuzi wetu sisi Watanzania.